Jina Mohamed Nusu Yusuf, kwa jina maarufu Sarobo. Tuko na chombo kinaitwa Tima Fena. Tunatembea kutoka Shimoni, Zanzibar au Zanzibar, yani sehemu yote nyingine ama Shimoni, Somalia vile vile kila sehemu ambao na kuna mzigo. Kwa hivyo tunapeleka mzigo pale popote mtu anapotaka. Na tunaweza kubeba mpaka tani 95 na ziada hapo. Kwa hivyo yote ambao anakuwa na mzigo wake aji achutafute yn yani, tunaweza kum, kumpelekea mzigo wake pale popote, Kenya, Somalia, Zanzibar na panginepo ambapo kwamba inakuwa chombo kinaweza kutaka. Namba zetu vilevile ni 0721 856708, na ya pili ni 0736 856708. Kwa hizo hizo namba unaweza kutupata tamu yote, unaweza kutupigia, tunaweza kupakilia mzigo wako kupelekea pale popote. Salamu alaykum.